Na mimi na mimi nitashinda. Na mimi watoto wangu watakwenda shule. Na mimi nitaishi maisha bora, kazini kwangu nami kutastawi. Mzee Fikra, nimevaa kofia ya kukubali kushindwa, na sasa naandika kila ninachojifunza. Nataka kuwa bora. Hapo sasa <laughs> Umevaa kofia ya kujiongoza kijana, mtu hey! <laughs> anayeandika hujifunza mara mbili. Ah. anaposikia na anapoandika. Leo nimetambua kwamba hakuna kofia inayomfaa kila mtu <laughs> sababu kila mtu ana safari yake. Hilo ni somo kubwa na sasa umefika wakati wa kuvaa kofia ya kusaidia wengine kijana. Eh! <tos> <tos> <tos> Mimi kuwasaidia tena? Mimi si bado najifunza. <coughs> Ndio maana unaweza kusaidia. Aliyejifunza jana anaweza kumfundisha aliyepotea leo. Basi. <laughs> Nitaanza kwa ndugu zangu na watoto wa mtaa, wanaweza kunufaika na nilichojifunza. Mzee, hiyo <laughs> ndiyo roho ya kweli ya kiongozi. Mafanikio siyo yako tu, kijana, ni ya jamii pia. <mucho> Kazini kwangu namekuta stawi. Wazazi wangu watajivunia. Mimi ni mshiri